Kazi hao wamesema kuwa ingawa ni ya serikali ya kudhibiti uhalifu wa mitandao ni njema, sheria hiyo inaleta hofu miongoni mwa watumiaji wa mitandao. Wameeleza kwa baadhi ya vifungu vya sheria hivyo haviko wazi na vinaweza kutumiwa vibaya kuzima sauti za wananchi wanaohoji viongozi au kushiriki mijadala ya kijamii na kisiasa. Kama wewe ukiwa na shida, uwezi enda ukaambia rais, state house uwezi fika siku unajua, uwezi fika. Sasa kama uwezi fika na wataki u, u, useme kwa media, atapata aje? Atasikia aje? unaunga mkono, anaunga mimi, yeah? ziungi mkono. Okay, kwa hii maana ya kusema ati kutumia mtandao vibaya, hatutumii mtandao vibaya. Ili aliseme kitu yenye tunaona ndio tunapost hiyo, ndio tunakuambia kitu ya pili ya kusema ati watu ukitumia mtandao vibaya ati unafanya nini Wata, ati unapigwa fine ya sembuse 20 million. Sembuse nikiandika Ruto tutam otati otani ota nikiandika niki, niki one time wananikamata nikiandika tutam ati hakuna mtu kunikamata, ambia hiyo mani ya mtandao lazima tuendele atumia njia ingine akatai mani ya mtandao lakini asiseme ati tusifanye hivi mtandao. Tulipata wakazi hao wameitaka serikali kupitia upya sheria hiyo na kuhakikisha inalinda haki za msingi za wananchi. Wamesisitiza kwa mapambano dhidi ya uhalifu wa mitandaoni hayapaswi kwa kisingizio kwa kuwa demokrasia na uhuru wa maoni nchini. Nataka niambie parliament yetu ya wabunge, national parliament hiyo maneno waiangalie vizuri na hiyo msaada waiondoe na waiondoe. Tunaomba Kenya tulipikania uhuru na Baba Raira ambaye amehaka juzi, na tukahakikisha kila kitu iko sawa. Kwa hivyo nataka niombe tu wale parliament wetu nasho, ambayo tuliwatuma hiyo mambo waingilie, na uwa mswada wautolee na utupilie mbali zile, zile sheria nane ambazo zile miswada ambazo ziliweza kupitishwa kuwa, kuwa sheria, hasa tukiangalia mambo na tovuti na cybercrime penda kusema kwamba hiyo iko sawa, lakini wangeweza wange, wange, wange kureview tena waweze kupunguza ile idadi ya kutumikia kifungo pale gerezani ama ile faini ambazo ina bai na tozo ya milioni ishirini waweze kupunguza. Baadhi yao wameunga mkono sheria hizo wakisema zitaleta mabadiliko katika mitandao ya kijamii. Naunga mkono ile kitu ilikatazwa kwa cyber crime. Sipendi wana watoto wadogo watumie simu vibaya. Kama ni simu, unatumia simu tumia mzuri. Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula ametetea sheria ya uhalifu wa mtandaoni ya mwaka wa elfu mbili ishirini na tano akisema inalenga kulinda familia na kudhibiti itikadi kali, uonyaji wa kimtandao na usambazaji wa ibada potovo. Akizungumza Malava katika kaunti ya Kakamega Alisema sheria hiyo si ya kukandamiza uhuru wa kujieleza bali ya kuhimiza matumizi bora ya teknolojia. Itakuwa aibu kubwa kuona ya kwamba katika mitandao ya kijamii watoto wanaonyesha watu wakiwa uchi, watu wakifanya mambo machafu, watu wakivuta bangi. Kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichungwa naye alitetea sheria hiyo akisema inalenga kuwalinda watoto dhidi ya maudhui machafu mtandaoni. Aliahidi serikali itavunja tovuti zinazoeneza pornografia, itikadi kali na maovu ya kijamii. Wakati mjadala kuhusu sheria hiyo unaendelea, wakazi wa Bungoma wanasema wataendelea kushinikiza mageuzi yatakayohakikisha usalama wa kimtandao unakwenda sambamba na uhifadhi wa haki za kikatiba. Wamehimiza serikali kusikiliza sauti za wananchi ili kuhakikisha sheria hiyo inatekelezwa kwa haki, uwazi na kwa manufaa ya wote. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Florence Simio.